Ni siku chache tu zimepita tangu mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya eh, Young Africans dhidi ya Simba kuahirishwa kwa mara ya pili. Awali ilipangwa ichezwe Machi 8, eh, ikashindikana mara baada ya Simba kutoa matakwa kwa yao kwamba watocheza mchezo huo wakiwa na madai kwamba walizuiliwa kuingia uwanjani kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Baada ya hapo, eh, Young Africans wakasema mchezo huo kama hautochezwa. Kwanza walienda mpaka uwanjani, lakini baada ya kutoka uh, baada ya kutokuepo na jambo lolote, wakasema hawatocheza uh, mchezo huo mpaka, uh, pengine wapewe alama tatu. Hivyo ikaenda hivyo ikaenda, ilianza kama masiara, mwisho wa siku wakaweka mkazo mkubwa na kuonekana kweli hawatocheza, hata mchezo huo ulipopangiwa tarehe nyingine ambayo ilikuwa ni tarehe kumi na tano ya mwezi wa sita baada ya kupangiwa tarehe hiyo, Young Africans wakaendelea na msitizo, wakaweka mabango, wakafanya vurugu zote kwamba mchezo huo wa hawatocheza mpaka wakaaja na madai mengine mapya, sio alama tatu tena. Wakasema hawatocheza mchezo huo mpaka pale ambapo bodi ya ligi e, viongozi wake watajiuzulu akiwemo e, mwenyekiti wa bodi ya ligi kwa maana e, kamati ya saa sabini na mbili ambao mwenyekiti wake ni mwenyekiti wa bodi ya ligi lakini pia uh, CEO wa bodi ya ligi pamoja na katibu mkuu wa TFF. Baada ya hapo, matakwa hayo yalisikilizwa na waliitwa Ikulu. Uh, kama unavyoona hii picha hapa ya Ikulu. Baada ya kuitwa Ikulu wakaenda, mambo yakawa vizuri na mchezo huo ukapangiwa tarehe nyingine, uh, ikairishwa na wale Eh, watu wa bodi ya ligi wakajiuzulu kama ambavyo unaona hiyo barua. Hayo yote nakupitisha eh, kwa sababu unajua unaelewa ilikuwa kwaje. Lakini sasa baada ya kupangiwa tarehe nyingine mm, klabu ya Simba hawakujibu chochote, hawakuandika chochote, mpaka wa leo hawajawahi kuposti chochote kuelekea mchezo huo. Na awali huko nyuma waliweka msisitizo na wao kwamba mchezo huo kama utochezwa tarehe kumi na tano basi hawatocheza mchezo huo. Lakini ilipotolewa taarifa ya kwamba imeahirishwa mpaka tarehe ishirini na tano maana siku ya Jumatano ijayo, hawajatoa taarifa yoyote kwamba wanacheza ama wachezi. Lakini sasa tukiwa tunasubiri mambo yakiwa ya moto, kuna jambo limevuja huko Msimbazi. Kuna sauti ambayo nitakuwekea hapa iki, ikiwa inasikika kama sauti ya Kretus Magori miongoni mwa vigogo wa klabu ya Simba akiwaasa wenzake kwamba wasiogope wakacheze mechi hiyo, lakini pia zimesikika sauti watu wakitishana kutoleana kwenye grupu. Awali ya yote, pia kuna taarifa zilizosambaa kwamba kuna kigogo wa Simba amejiondoa kwenye magrupu yote ya wekundu wa Msimbazi. Simba, hatujaambiwa ni nani, lakini wengi wakawa na kisia, kisia na hii sauti inasikika mara baada hayo yote kutokea. Hii klabu ya Simba, klabu ya mpira, twendeni tukapambane, twendeni tukacheze nao. Kama watatufunga tufunge, kwa uwezo tutaangalia mapungufu yetu ya kwapi, tutajipanga kwa ajili ya msimu ujao. Mashindano yaishi, bandika bandua, ikitoka hii na kuja ingine, twendeni wajani. Kama kuna watu waoga, kaini kimya sababu ya Simba kusema atagombea mchezo sababu ya Simba ilikuwa ni kuzuiliwa na meneja wa uwanja karasi na tukasema msimamo wetu meneja ya uwanja hatutacheza mpaka ondolewe. Meneja kaondolewa, haya, mnakukimbilia uko wapi? Kama Yanga mko mume, mtaka kuchanganya changanya bwana, nasema kwa mara ya mwisho mwele kuleta mjadala huu wa kugoma goma na mlefti huko miyange kwa mingi tu mfoje jeu hiyo, hebu acha upumbavu wako wewe. Huyo huyo mkuto ni Simba mwenzako, toka namwangania huyo mkuto aliyoyafanyia Simba mabaya wewe unajua? Ama alikamasika songo huyo ni Simba mwenzako, toka namwangania, au na wewe Yanga ndo mnakaa kwenye grupu na kuficha ficha siri zetu huko. Alimasika songo ni yanga wa kutupwa huyo, mguto ni yanga wa kutupwa wewe. Mngangania mjumba wako huyo mababa wako huyo. Kama yanga alitaka aondoke wacha aondoke na, na, na, na, kwa yanga wenzao. Sisi wa kwetu ni kalia, wa kwetu sisi hapo ni ni kidao au ndio simba wenzetu. Tuna wajibu wa kuwalinda, tukiamua kuwalinda kama tutataka na kama tutaona wana, wana maslahi na simba. Huyo alimasika songo mekaa kasubuhi huko na libasika songo huko na mbuto na ukiendelea takutoa. huyo ni Yanga na Yanga wenzao wamemkataa, potelba.